Siku ya leo nimekuwa na siku ya maana sana ndani ya maisha yangu tangu nikiwa mtoto, kwa kuwatunuku wasasi wangu nyumba kama msahaba ya kusema asante kwa saa alafu kutulinda, kutulea, kutufunza na kuteseka na sisi kama watoto eh, wake. Nashukuru sana Mheshimiwa Lusaka kwa kunilea kunifanya kama mtoto wake. Pia mimi nimerudisha mkono kwa jamii, na pia saidi, nataka kushukuru watu wa Bungoma kwa kupatia mheshimiwa Lusaka nafasi tena kwa kavana wa watatu, na kwa sababu ya hiyo sisi kama vijana tukapata nafasi. Na hiyo nafasi tunajua mheshimiwa Lusaka awezi pita kila mahali, so wale ambao tumepewa nafasi, sasa ni sisi, wakati wetu wa kwenda kufanyia wananchi kazi mji wetu wa Bungoma uwe na amani hasa sana pa elections ambazo siko Kabuchai. I also mentioned kwamba tuwe na amani kule. Watu ambao wanafanya maangamizi mauaji, I don't think if they come from Bungoma. Hii by election ambayo inaendelea Kabuchai, hasa nataka kuambia vijana wenzangu. Kila mara huwa nasema ukiwa kijana, chochote ambacho unafanya angalia matunda yake. Unaweza kutumika sana na mwanasiasa ama utumike na mtu yoyote, but baada ya kufanya hicho kitendo utaendelea kunawiri nacho ama utaendelea kuchificha? So mimi kwa sababu nimekuwa na mheshimiwa Lusaka juzi akisisitiza tukue na kampeni eh, ya amani. Hata mheshimiwa Lusaka juzi akaniambia niambie vijana tukue na